Amani alizaliwa kwenye familia ndogo yenye upendo, akalelewa na baba yake mzazi pamoja na mama yake katika nyumba ya udongo iliyozungukwa na miti ya miembe na mipapai. Ingawa hawakuwa na mali nyingi, walikuwa na kitu ambacho kina thamani kuliko dhahabu, amani ya familia. Kila jioni, baba yake alikuwa akiketi na Amani nje ya nyumba akimfundisha kutofautisha sauti za ndege na kumwambia kwamba siku moja angekuwa kuwa mtu muhimu sana duniani. Mama yake, mwanamke mpole na mwenye hekima, Alikuwa akihakikisha mwanawe analala akiwa ameshiba na mwenye furaha. Amani alipenda sana baba yake. Alikuwa shujaa wake wa kwanza, mtu aliyemfundisha kuandika herufi zake za kwanza kwenye udongo na kumfundisha kusali kila asubuhi. Baba yake alikuwa mkali kidogo, lakini ilikuwaje mkali wa kumwongoza, si wa kumuumiza. Mara zote alipenda kusema, mtoto wangu, Amani, mtu mzuri hujengwa tangu akiwa mdogo. Amani aliamini maneno hayo kwa moyo wake wote. Lakini maisha huwa hayabashiriki. Siku moja baba yake alianza kulalamika maumivu ya kifua. Mwanzoni walidhani ni uchovu wa kazi, kwa kuwa alikuwa fundi seremala aliyefanya kazi nzito, lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Baba akawa hawezi kutembea vizuri, hawezi kufanya kazi, na usiku kulala kuligeuka mateso. Mama yake alihangaika sana. Alitafuta dawa za mitishamba, akampeleka kwa waganga, na mwisho akampeleka hospitali ya wilaya, lakini majibu aliyopata yaliufanya moyo wake kuvunjika vipande ugonjwa ulikuwa umesambaa sana mwilini. Siku ambayo Amani hata kaa aisahau maishani ni ile aliyomwona baba yake akilia kwa mara ya kwanza. Alimshika mkono na kumwambia usiogope, mimi nipo, lakini macho ya baba yake tayari yalikuwa dhaifu na pumzi ikawa nzito kuliko kawaida. Machozi ya mama yake yalidondoka kimya kimya, yakimuotesha Amani kuwa dunia yake ilikuwa kubadilika. Usiku ule, katika hewa tulivu na baridi ya saa nane, baba yake Amani alifunga macho yake kwa mara ya mwisho. Amani hakuelewa vyema maana ya kifo, lakini alielewa kitu kimoja: mtu aliyekuwa nguzo yake ya kwanza alikuwa ameondoka. Nyumba ikawa kimya, upendo ukaanza kuwa na pengo, na maisha ya amani yalikuwa yameingia hatua mpya isiyojulikana. Miaka miwili ilipita tangu baba yake amani alipofariki, na maisha hayakuwa rahisi hata kidogo. Mama Amani alijikuta akiwa mzazi pekee, akibeba jukumu la kazi na malezi ya mtoto kwa mkono mmoja. Alifanya kazi za kufua, kuuza mboga na wakati mwingine kwenda mashambani kwa watu ili kupata pesa ya kula. Mara nyingi amani alimwona mama yake akirudi jioni akiwa amechoka kupita maelezo, lakini bado akilazimisha tabasamu mbele ya mtoto wake ili asimwone akivunjika. Licha ya jitihada zote, maisha yalizidi kuwa magumu, kodi ya nyumba ilikosa kulipwa kwa miezi miwili, na wakati mwingine waliamka bila hata hakikisho la mlo wa mchana. Mama alikuwa na hofu ya kutoweza kumpeleka Amani shule siku za baadaye, jambo lililomuumiza zaidi kuliko njaa alifahamu wazi kwamba elimu ndiyo urithi pekee aliyoweza kumpa mwanaye. Ni katika kipindi hicho ndipo Majidi aliingia katika maisha yao. Alikuwa ni mfanyabiashara mdogo wa kufungua maduka ya reja reja kijijini hapo. Alikuwa mpole, mwenye maneno mazuri na mwenye kujua kuzungumza kwa heshima. Kila alipomwona mama Amani akipambana, alikuwa akijitolea kumsaidia mara moja moja, kumregesha bisibisi iliyokuwa imeharibika, kumsaidia kubeba magunia ya mboga au hata kumwachia senti ya ziada baada ya kununua kitu. Majidi aliendelea kuwa karibu na familia hiyo na muda si mrefu, alianza kumfahamu amani pia. Kila alipokutana na kijana huyo alikuwa akimwambia, kijana unasimama kama baba yako, usiogope, siku yako ya kung'aa itakuja. Maneno haya yaliufanya moyo wa amani kuanza kujenga imani kwamba labda majidi alikuwa mtu mwema kweli. Hatimaye, baada ya miezi ya mazungumzo na ushauri wa ndugu, mama amani alikubali kuolewa tena. Harusi haikuwa kubwa, ilikuwa ya kawaida sana yenye watu wachache na shangwe ya kawaida ya kijijini. Lakini ndani ya amani kulikuwa na mchanganyiko wa hisia. Alifurahi kuona mama yake ana ya mtu wa kushika mkono, lakini pia alihisi hofu ya kupoteza nafasi aliyokuwa nayo moyoni mwa mama yake. Majid aliapa kwa dhati siku ya ndoa, Amani wewe ni mwanangu sawa na wengine wote nitakao wazaa, sitawahi kukutenganisha na dawa ya moyo wangu. Kwa maneno hayo, maisha mapya ya amani na familia yake yalianza. Lakini Amani hakujua kwamba ahadi ni rahisi kusema, ila si kila mtu ana nguvu ya kuzitimiza. Miaka michache baada ya ndoa yao, mama Amani alipata ujauzito. Habari hizo zilileta furaha kubwa nyumbani, na kwa mara ya kwanza Amani alimuona Majid akiwa na tabasamu lisilo na mwisho. Alihama kutoka kumchukulia Amani kama mtoto wa mkewe na kuanza kumpa majukumu makubwa ya nyumba kwa kusema, wewe sasa ni kaka, utakuwa kioo cha mdogo wako. Siku ya kujifungua ilipowadia, Majid alikimbizana huku na huko akitafuta usafiri wa pikipiki ili kumfikisha mama hospitalini. Baada ya masaa kadhaa ya kusubiri kwa wasiwasi, daktari alitoka na kusema, hongereni, mmebarikiwa na mtoto wa kiume. Hapo ndipo Majid alipomlamba Amani begani kwa furaha huku akisema, sasa familia imekamilika. Mtoto mpya alipewa jina Salim, jina lililoashiria amani na baraka. Kila mtu kijijini alikuja kumpongeza mama, na Amani alishikilia mtoto wake mdogo kwa heshima yote, akimhisi kama kaka wa kweli. Lakini maajabu ya maisha ni haya, mabadiliko huanza kimya kimya bila mtu kutambua. Siku zilivyozidi kusonga mbele, tabia ya Majid ilianza kubadilika taratibu. Alianza kumwangalia Salim kwa macho ya upendo kupita kiasi, na mara nyingi alikuwa akimchukua mtoto huyo kwa kifua, huku akimwambia, huyu ni damu yangu, lazima nimpe kila zuri. Amani alibaki akitazama kwa mbali. Mambo yaliyokuwa yakifanyika taratibu yalianza kujidhihirisha. Majid alianza kumpa Amani majukumu mengi kuliko kawaida. Wakati Amani akipewa kubeba maji, kukata kuni na kufua, Salim alikuzwa kama mfalme mdogo, nguo mpya, masharti laini na mapenzi yasiyo na mwisho. Ubaguzi ulianza kwa sauti za chini, kama vile Majid kumuita Amani, wewe fanya kazi hii, huku akimuita Salim, kaa hapa na baba usichoke. Mama aliona na macho yake yalijaa huzuni, lakini kila alipojaribu kumkumbusha Majid kuwa watoto ni sawa, mume wake angejibu kwa ukali, usinifundishe namna ya kulea mtoto wangu. Amani alianza kuhisi baridi ndani ya nyumba ambayo zamani ilikuwa na joto la familia. Maneno ya baba yake mzazi yalianza kumuuma kichwani, mtoto mzuri hujengwa tangu akiwa mdogo, lakini sasa aliona akivunjwa taratibu, kama mtu anayechongwa na upepo wa dharau. Na wakati huo Amani hakujua kwamba huu ulikuwa mwanzo wa safari ngumu ya maumivu, upweke na ubaguzi ambao ungeandika mustakabali wake wote. Miaka ilizidi kusonga na tofauti kati ya Amani na Salim zikawa dhahiri kama mchana na usiku. Majidi alianza kumtendea Salim kama kifalme. Kila wiki alirudi nyumbani na zawadi mpya, baiskeli nyekundu iliyong'aa kama jua la mchana, simu ndogo ya watoto yenye michezo mingi, na nguo mpya za kila msimu. Salim alikuwa akitembea kijijini kama mwana wa mfanyabiashara tajiri, na kila mtu alijua kwamba Majidi alipenda mtoto wake kuliko kitu kingine chochote. Amani alikuwa akitazama kwa mbali wakati Salim akitembea na baiskeli mpya akicheka. Amani alikuwa akibeba ndoo ya maji kichwani au kufua nguo za familia. Mara nyingi alikaa kwenye mlango na kujiuliza kwa nini baba wa kambo alimwona kama mzigo katika nyumba. Hata hivyo, hakuwahi kumkosea heshima. Aliamini kwamba siku moja hali ingetulia. Lakini siku moja mama yake alipomkumbusha Majidi kuhusu shule ya Amani, mambo yaliharibika kabisa. Mama alisema kwa sauti ya upole, Majidi, mwaka mpya wa masomo umeanza, ni vizuri Amani akarudi shuleni kama Salimu. Majidi aligeuka ghafla, uso wake ukibadilika kuwa mkali kama mtu anayeshutumiwa kwa kosa kubwa. Nani amekuambia nina uwezo wa kusomesha watoto wawili? Aliuliza huku akimkodolea macho mama Mama alijaribu kumshawishi, ni mtoto na watoto wote wana haki sawa, lakini kabla hajamalizia Majid aliivunja hoja yake kwa kauli kali iliyomgonga amani moyoni kama kisu baridi. Amani si wangu, mimi nitasomesha damu yangu, huyu mwingine atatafuta kazi, shule si kwa kila mtu. Maneno hayo yalichoma kama moto. Amani aliyasikia akiwa nyuma ya nyumba na macho yake yakajaa machozi ambayo hakutaka mtu ayaone mama yake alijaribu kumtetea akilia kwa uchungu, lakini Majidi alikataa kabisa kusikia jambo lolote. Usiniletee mzigo ambao si wangu, alirudia kwa hasira. Kuanzia siku hiyo Amani hakuruhusiwa tena kuzungumzia shule. Kila alipojaribu kuuliza, Majidi alitupa jibu lilelile, wewe si wa kupewa elimu, fanya kazi zako. Salim aliendelea kusoma akivaa sare mpya kila mwaka, wakati Amani aliendelea kusimama pembeni akiwa na ndoto zilizokatwa mapema ndani ya moyo wake. Chuki na huzuni zilianza kukua polepole. Ubaguzi ulikuwa umekita mizizi, na nyumba yao haikuwa tena mahali pa faraja, bali uwanja wa maumivu ya kila siku. Maisha ya Amani yaligeuka kutoka changamoto hadi kuwa mzigo mzito uliombana kila siku kama kamba shingoni. Kila asubuhi kabla hata jogoo hajawika Amani alikuwa tayari ameikoa ndoo ya maji akielekea kisimani kilichokuwa mbali. Baada ya hapo, anatakiwa kufagia, kuosha vyombo, kukata kuni na mara nyingi kupika chakula cha familia nzima. Wakati Salimu akilala usingizi mtamu au akiandaliwa kwenda shule, Amani alikuwa ameshaanza kufanya kazi ambazo hata mtu mzima angechoka kuzifanya. Nguo zake zilikuwa zimechakaa kiasi kwamba jirani mmoja aliwahi kumuuliza kwa mshangao, hivi hakuna mtu wa kukununulia hata fulana? Amani alitabasamu tu, tabasamu lile la kulazimisha ambalo hutokea pale unapojaribu kuficha maumivu. Mama yake ndiye mtu pekee aliyekuwa upande wake, lakini alionekana dhaifu mbele ya Majid. Alikuwa anajaribu kumtetea amani kiasi anavyoweza, lakini maneno yake hayakuwa na nguvu yoyote. Mara nyingi usiku, mama alimwita Amani chumbani na kumshika mkono akisema kwa sauti ya upole, mtoto wangu, vumilia, mama yako yupo lakini macho yake ya huzuni yalisema ukweli: hakuwa na uwezo wa kumlinda tena. Majidi alizidi kuwa mkali siku hadi siku. Alikuwa akimpa amani amri moja kwa moja bila kuuliza kama kijana huyo alikuwa amechoka au ana homa. Kila kosa dogo lilikuwa kosa kubwa kwake. Kioo kikivunjika, amani ndiye wa kulaumiwa. Chumba kisipopangwa kwa wakati, amani ndiye anayefokewa. Chakula kikiwa na chumvi nyingi kidogo Majid alikuwa akigonga meza kwa hasira akisema, hiyo ndiyo akili ya mtoto niliyosema hana faida. Amani aliishi kama kivuli ndani ya nyumba hiyo. Hakukuwa na mtu wa kumfariji, hakuna ndugu aliyekuwa karibu kumwelewa, hakuna mtu wa kuambia maumivu yake ya ndani. Alijua mama yake anampenda, lakini kila alipojaribu kumlilia, aliona hofu machoni mwa mama, hofu ya kuharibu ndoa, hofu ya kubaki bila nyumba, hofu ya kutengwa. Kwa upole na kimya, Amani alianza kujizoeza kuishi na maumivu. Alikuwa anaumia ndiyo, lakini hakuonyesha. Aliamua kwamba machozi yake yatakuwa ya ndani, yasiyoonekana na mtu yeyote. Ndani ya moyo wake alianza kutengeneza ahadi isiyo na maneno, kwamba hatabaki hivyo milele. Lakini hakujua kuwa safari yake ya kutoka katika huo giza ingeanza hivi karibuni kwa tukio moja litakalobadilisha maisha yake milele. Siku ambayo ilibadilisha maisha ya Amani milele ilianza kama siku nyingine yoyote ya maumivu na kazi. Majidi aliamka akiwa na hasira isiyoeleweka, akitoa amri kama jenerali anayewaongoza askari vitani. Amani alipata kazi kuu tatu kabla hata ya jua kuchomoza: kwenda kisimani, kufyeka majani nyuma ya nyumba na kupika uji wa asubuhi. Salim akiwa amekaa kwenye kiti cha plastiki akinywa chai yake ya maziwa, alimtazama Amani kwa dharau ile ambayo watoto hupokea kutoka kwa wazazi wao haikuwa kosa lake, bali mafundisho aliyoyaona kila siku. Baada ya amani kumaliza kazi zote, alikaa kwa sekunde moja tu kupumua, ndipo majidi alipotokea akiwa na wanakijiji wawili waliokuja kununua bidhaa kutoka dukani kwake. Aliwatazama na kusema kwa sauti kubwa, akimnyoshea amani kidole: mtoto huyu hana faida kabisa, nimesema mara mia, hana akili wala thamani, ni mzigo tu. Maneno hayo yalimgonga amani kama radi kali. Macho ya wanakijiji yalielekezwa kwake, macho ya mshangao, mengine ya huruma, mengine ya dharau ya kufuata mkondo. Amani alihisi dunia ikimzonga, pumzi ikimkaba, na moyo ukipoteza hamasa kila sekunde. Mama yake alijaribu kusema, Majidi tafadhali, siyo mbele za watu, lakini Majidi alipaza sauti zaidi, hata mbele ya dunia nzima nitamwambia, siwezi kulea mtoto wa mtu mwingine kama mtoto wangu. Amani alihisi kama amenyang'anywa utu. Siku ile baada ya vipigo vya maneno vya muda mrefu, alikwenda nyuma ya nyumba na kukaa chini ya mti wa mwembe. Aliweka mikono kichwani, machozi yakitiririka kimya kimya. Ndani ya dakika zile chache alifikia uamuzi ambao ungeandika historia ya maisha yake. Usiku ulipoingia na kila mtu amelala, Amani alisimama kimya kimya. Hakuchukua kitu chochote kikubwa, nguo alizovaa, shilingi chache alizowahi kupewa na mama na ndoto zake zilizojeruhiwa. Alimwangalia mama yake akilala usingizi wa uchovu, kisha akamgusa mkono polepole pole, akisema kwa sauti ya ndani, nitakupenda milele mama, lakini lazima niondoke. Amani alitoka nje ya nyumba bila kufanya kelele. Alipofika barabarani, mwezi ukimulika juu yake, alinyanyua kichwa na kuwapa kimoyomoyo, nitapambana, nitafanikiwa na utanijua. Amani akiwa na miaka 14 tu, alianza safari isiyo na hakikisho lakini pia safari iliyobeba hatima kubwa aliyokuwa kuuona siku zijazo. Amani alitembea usiku mzima hadi kufika barabara kuu inayounganisha kijiji chao na mji mdogo uliokuwa umbali wa kilometa kadhaa. Miguu ilimuma, tumbo lilikuwa tupu na macho yalikuwa mekundu kwa kulia, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kitu kipya, nguvu ya kupambana. Alijua kwamba hakukuwa na mtu wa kumsaidia na kama angeanguka, angeanguka peke yake lakini pia kama angefanikiwa, hiyo ingekuwa ushindi wake halisi. Alipoingia mjini, maisha yalikuwa magumu kuliko alivyodhani. Hakukuwa na rafiki, ndugu, wala mtu wa kumwambia pa kuanzia. Siku ya kwanza alilala chini ya kibanda cha mamalishe kilichokuwa kimefungwa, akijikinga na baridi kwa kutumia gunia. Asubuhi ilipofika, alianza kuuliza kazi sehemu yoyote aliyopata. Kwa bahati, mmiliki wa mgahawa mdogo alimruhusu kufagia kwa malipo madogo. Amani alifanya kazi hiyo kwa bidii kubwa kiasi kwamba baada ya siku tatu alipewa kazi ya kubeba mizigo sokoni. Jioni usiku akauza maji kwa watu waliokuwa wakirudi makwao. Alikuwa akifanya kazi tatu kwa siku moja. Macho hayakulala, mwili haukupumzika, lakini moyo wake ulikuwa na moto mkali kuliko wote waliomdharau. Miezi ikapita, Amani akawa kijana anayejulikana kwa bidii na uaminifu. Wafanyabiashara wengi sokoni walimpenda kwa sababu hakuwa mwizi wala mvivu wala mwenye maneno mengi. Kati yao kulikuwa na mzee mmoja maarufu mjini, mfanyabiashara mwenye maduka makubwa ya vifaa vya umeme. Alimjua Amani kwa kuona tu, lakini siku moja alimuita pembeni na kusema, kijana, unafanya kazi ya watu wazima, kwa nini hupo shuleni? Amani alishusha macho na kueleza historia yake yote kwa mara ya kwanza maishani. Mzee huyo alitulia kimya, kisha akasema, nina watoto na ningependa wawe kama wewe, nikupeleke shule ya ufundi huko ndipo utapata msingi wa maisha. Maneno hayo yalikuwa kama mlango mpya kufunguka. Amani alipelekwa shule ya ufundi, akaanza kusoma ufundi wa umeme na kompyuta. Alikuwa miongoni mwa wanafunzi bora zaidi. Baada ya hapo, mzee huyo alimlipia kusoma chuo cha biashara na teknolojia, jambo ambalo Amani mwenyewe hangeweza kulifikiria maishani. Miaka ilivyopita, Amani akaanza biashara ndogo za vifaa vya umeme, baadaye akaingia kwenye masuala ya teknolojia za kisasa akaanzisha kampuni yake mwenyewe ikakuwa taratibu, na hatimaye ikawa mojawapo ya kampuni kubwa katika mkoa wao. Magazeti yakaanza kuandika habari zake na watu wakawa wakisema, kijana huyu ana akili ya kipekee. Aliumizwa na maisha, lakini hakuya ruhusu ya mfunge. Amani alikuwa ameanza safari ya mafanikio yake makubwa, safari iliyompeleka mbali kuliko hata aliyowahi kuota akiishi chini ya nyumba ya ya nyumba Majid. Miaka ilizidi kusonga, na kama kawaida ya dunia, kilele cha leo sio uhakika wa kesho. Majidi aliyekuwa akiamini maisha yangemchekea milele, alianza kuona dalili za kuanguka taratibu bila hata yeye kugundua. Baada ya kumfukuza mama yake Amani na kumtupilia mbali mtoto wake, alijiona huru, akafikiri ndoa mpya ndiyo ingemletea furaha na mafanikio aliyokuwa akiyatafuta. Mwanamke aliyemwoa alikuwa mrembo, mwenye sauti tamu na tabasamu la kumchanganya mtu yoyote. Majidi alihisi amepata mtu anayemstahili tofauti na yule aliyemuita mwanamke wa kawaida, mama yake Amani. Lakini kipindi cha mwezi wa asali kilipoisha, sura ya kweli ya maisha ilianza kujitokeza. Biashara aliyokuwa akijivunia ilianza kuyumba, wateja waliopenda huduma zake walipungua, na washirika wake wakaanza kumtenga polepole pole. Kila kitu alichowekeza kilianza kuyeyuka kana kwamba kinaondolewa na upepo wa jangwa. Katika wakati mgumu huo, mke wake mpya alianza kubadilika. Hakuwahi tena kumwandalia chakula, hakuwa tena na maneno matamu, na mara nyingi alianza kurudi nyumbani usiku sana bila kujieleza. Majidi alipohisi mambo si mazuri na kujaribu kuzungumza naye, majibu aliyopata yalikuwa ya dharau na kiburi, kile kile ambacho yeye mwenyewe aliwahi kumtendea mke wa kwanza. Hatimaye siku moja mwanamke huyo alipakia nguo zake, akachukua fedha ambazo Majidi alikuwa amemkabidhi na kuondoka bila hata kuaga. Alimwachia ujumbe mfupi tu wewe huna tena chochote cha kunivutia. Majid alibaki ameduwaa akitazama mlango uliofungwa, huku pumzi ikimkatika. Nyumba aliyojivunia ikawa kimya, kimya cha kuumiza, kimya cha adhabu. Miaka michache baadaye, ugonjwa ukaanza kumtafuna polepole. Hakukuwa na ndugu wala rafiki wa karibu. Wote waliokuwa karibu naye walikuwa watu aliowahi kuwadharau au kuwatesa. Alibaki peke yake, amedhoofu, amefilisika na moyoni akijua jambo moja: hakudhulumiwa na dunia, alianguka kwa mikono yake mwenyewe. Miaka ilipita kama upepo, na mtoto yule aliyewahi kuondoka akiwa na miaka kumi na nne tu, leo anarudi akiwa mtu mzima mwenye nguvu, mafanikio na hadhi ya kuheshimika. Kijiji kizima kilisimama kushangaa wakati msafara wa magari matatu ya kifahari uliposimama katikati ya barabara ya vumbi. Milango ilipofunguliwa, Amani alishuka taratibu mwenye utulivu ule wa mtu aliyepitia majaribu akaushinda na sasa anatembea kwa imani mpya. Kila mtu kijijini alisikia habari yake, yule mtoto wa Mama Aisha amerudi tajiri, ana kampuni mjini, ana wafanyikazi. Lakini Amani hakurudi kutafuta sifa, alirudi kutafuta kile kilichomkosesha usingizi kwa miaka mingi, mama yake na mdogo wake Salim. Alipofika nyumbani kwao, machozi yalimtoka bila kujizuia. Nyumba ile ile ambayo alikimbia miaka iliyopita sasa ilionekana imechoka, imejaa ufa ufa na imezungukwa na ukimya wa huzuni. Ndani mama yake Asia alikaa kitandani, mgongo umeinama, uso umejaa mikunjo ya mateso ya muda mrefu, lakini alipoona kivuli cha mtu kusimama mlangoni, moyo wake ulipiga kwa nguvu kama wa msichana mdogo. Amani, Amani. Hakusema chochote, alienda moja kwa moja akampigia magoti na kumkumbatia kwa nguvu, machozi yakimtiririka mabegani mwa mama yake. Mama, nimerudi. Safari hii sitoki tena bila wewe. Salimu, ambaye wakati huo alikuwa kijana mdogo wa miaka kumi na saba, alikuja mbio kutoka chumbani. Alimkumbatia Amani huku akilia, kwani picha pekee aliyokuwa nayo ya kaka yake ilibaki ile ya mvulana mwembamba aliyedharauliwa miaka mingi iliyopita. Siku hiyo hiyo Amani aliwakusanya wote, akawaleta mjini aliwapangia nyumba nzuri akamlipia mama yake matibabu bora na kumwandikisha Salim katika shule ya kibinafsi yenye kiwango cha juu. Habari zilienea haraka hadi kwa Majidi. Alipomwona Amani mjini akiwa amesimama mbele ya ofisi yake yenye jina kubwa lililoandikwa kwa herufi za pea dhahabu, Majidi alitetemeka. Aligeuka kujaribu kujificha lakini haikusaidia. Amani alimwona. Machoni mwa Majidi kulionekana aibu, uchungu na majuto ambayo maneno hayawezi kuyafikisha mwisho. Kwa mara ya kwanza yeye ndiye aliyekuwa mdogo na Amani ndiye aliyekuwa juu. Nyumba ya kifahari ya Amani ilikuwa kimya, isipokuwa kwa mlio wa mawindo yanayovuma kwa upole. Majid, aliyekuwa akijivunia nguvu na mamlaka zamani, alisimama pembeni, uso wake ukiwa mchanganyiko wa aibu, uchungu na majuto yaliyokomfanya avunjike ndani. Macho yake yalimwangalia Amani lakini maneno hayakutoka. Alijua hakuna hoja, hakuna shaka, hakuna suluhisho linaloweza kumrudisha hadhi aliyokuwa nayo zamani. Amani alisogea mbele, kimya chake kikijaza chumba chote. Baada ya sekunde chache alizungumza kwa sauti yenye uthabiti na upole, kila neno likiwa kama mapigo ya somo. Majid, sikiliza kwa makini. Msomi na mtu wa thamani hakuzaliwa kwa upendeleo. Ulinitupa, lakini Mungu hunitupi. Ulikataa kunilea lakini sasa mtoto uliye mdharau ndiye anayemlea mke wako na mwanao. Maneno hayo yalipita moja kwa moja moyoni mwa Majid. Alijaribu kujieleza lakini sauti yake ilikata tamaa, hakuna kisichomsaidia. Alijua kweli kwamba nguvu aliyokuwa nayo kwa miaka yote haikuwa na maana. Amani, ambaye aliishi mateso, huzuni na dharau, alikuwa amegeuka kuwa mtu aliye na nguvu, hekima na neema na Majid, aliyekuwa amempendelea mtoto wake wa kambo kuwa mzigo, sasa alibaki peke yake akikabili aibu na adhabu ya matendo yake. Majid alilia machozi akimtiririka kama mvua, akikiri kwa dhati ya moyo wake, nilipoteza kila kitu kwa ubaguzi wangu. nilidharau mtoto wa kambo na sasa matokeo yake yamenigonga. Amani hakusema zaidi, alimkumbatia mama yake na Salim, kisha akaangalia Majid mara ya mwisho. Alijua maneno ya kweli hayahitaji maneno mengi. upendo busara na haki yake kwa wale waliomzunguka walikuwa kimsingi shauri lililoshinda. Hadithi hii inafungwa kwa funzo thabiti: mtoto ni zawadi, asiyewatendea haki watoto wa kambo hujiumbia laana yenyewe. Na hivyo dunia ya amani ilikamilika. Mvulana wa kimya na mateso alikuwa kiongozi wa maisha yake mwenyewe. Furaha, upendo na hekima yake vilipita mipaka ya dharau waliopitia, na Majid aliyekuwa alianguka kwa tamaa na kiburi chake. Alibaki kuwa somo hai kwa vizazi vyote vya kijiji hicho. Kila mtoto ni zawadi na haki yao haiwezi kupuuzwa.